Juma Lokole siku leo ameweza kuzua gumzo kubwa sana mitandaoni baada tu ya kuanika taarifa nyeti kuhusiana na Diamond pamoja na kaka Anko T kupitia katika application yake ya Lokole app. Kama ambavyo tunafahamu, kuna baadhi ya tetesi ambazo mara nyingi sana huwa zinazungumzwa mitandaoni kuhusiana na Anko T. Ukimwangalia Anko T mienendo yake, ukiangalia uvaaji wake au ukiangalia ongea yake, kwa asilimia kubwa sana watu wengi sana katika peji zake huwa wana comment na kumwambia kwamba wewe una tabia za kike, wewe staili zako ni za kike. Inafikia hatua Anko T ametoboa kipini cha pua, anavaa ireni lakini pia anapaka lip balm. Lip balm hii ya mdomoni kung'arisha mdomo wake, sasa inaonesha wazi y Anko T sio riziki. Lakini Anko T cha kushangaza zaidi ni kwamba Anko T ana mtoto wa kiume, mtoto huyo ana miaka nane. Anko T juzi, tuliweza kuona kupitia katika snap story yake aliweza kuposti viatu vya mtoto wake ambavyo ameweza kumnunulia aje achague, ni viatu vingi sana. Anko T akawa anadai atakuja kufurahi sana. Sasa ukimwangalia Anko T style zake, lakini pia ukiangalia ana mtoto, Anko T bado anakuambia nina mpenzi, bado tunashindwa kumwelewa huyu Anko T ana mpenzi wa namna gani? E, ni kwamba Anko T zamani alikuwa mwanaume lakini sasa hivi amebadilika na kubadilisha mienendo yake, au kuna kitu gani ambacho kinaendelea kwa sababu Anko T inafikia hatua, baadhi ya wanaume ambao wataonekana naye kwa ukaribu wanahusishwa kwamba uh, huenda wanafanya mapenzi ya jinsia moja na Anko T. Sasa ukiangalia Juma Lokole, kuna namna fulani ameweza kuzungumzia hili swala na kudai kwamba yeye binafsi ameweza kuona hizi taarifa kuhusiana na Anko T na Diamond Partner, na Juma Lokole ameweza kuanika uh, na, lakini pia tunaweza kusema Juma Lokole na yeye pia huwa anahusishwa katika hizi tabia ambazo Anko T na yeye pia anahusishwa ukimw angalia Juma namna ambavyo anaishi namna ambavyo anavaa, muda mwingine Juma Lokole anavaa e, kama mwanaume, lakini kuna muda Juma Lokole unaweza kukuta amevaa kijipensi hicho e, ambacho kipo huku juu ya mapaja kabisa, alafu kimebana na anatembea huko mjini e, anahangaika angaika. Sasa ukiangalia Juma Lokole ameamua kuanika eh, hili swala la Anko T na Diamond Platnumz na watu wengi sana wameweza kumuunga mkono kwa sababu mara nyingi sana tunaona Diamond akiachia ngoma mpya lazima Anko T ataifanyia challenge na itafika mbali zaidi. Lakini pia ukiangalia, eh, kuna namna fulani hivi eh, Anko T akihitaji support ya Diamond huwa anaipata. Lakini pia ukiangalia Diamond Platnumz mara nyingi sana huwa anamuungisha Anko T mawigi, anampelekea mke wake eh, Zuchu, jambo ambalo linapelekea Anko T anazidi kuwa karibu zaidi na msanii Diamond Platnumz. Juma Lokole anakuambia Anko T anahusishwa kumsogelea sogelea na, na, uh, kumsogelea, Diamond na kujibebisha bebisha ili mradi tu Diamond ampende mambo kama hayo. Kiukweli ni uchafu kwa sababu ukiangalia Anko T ni mwanaume, lakini ana zile tabia za kike na ana ile tabia ya kupenda wanaume wenzake, jambo ambalo Juma Lokole ameamua kumwanika leo uh, na kumuonya tu Anko T kwamba achane kabisa na bosi wake kwa sababu msanii Diamond uh, yeye tunaweza kusema ni msanii lakini pia ni mtu ambaye huenda uh, hana hizo tabia lakini Anko T atakapomlazimisha huenda kuna namna fulani anaweza kafikiria akafanya, eh, naye hicho kitu, lakini sio kitu kizuri. Na katika tamaduni zetu za hapa Tanzania hatuna huo utaratibu eh, utaratibu wa jinsia moja, mapenzi ya jinsia moja hatujawahi kabisa kuwa nao, lakini pia unapingwa vikali sana. Lakini sasa hivi tunaona uhuru umezidi eh, hawa watu wanafanya mapenzi ya jinsia moja, tunawaona mitandaoni, wengine wana kisi eh, wengine wanafanya hivi, wamekuwa huru sana tofauti na hapo nyuma eh, walikuwa wanachukuliwa hatua wanajificha lakini sasa hivi hao wanaume ambao wanafanya mapenzi jinsi ya jinsia moja tunawaona wanazagazaga sana mitandaoni, jambo ambalo linazidi kuharibu mmomonyoko wa maadili na watoto wetu wanazidi kuharibikiwa, endapo wanafikia umri wa kushika simu wao pia. Uh, wanashindwa kabisa kuelewa dunia inaelekea wapi. Unakuja kushangaa watoto wadogo tu wameshaanza kuingiliana kimwili watoto wa kiume wote uh, jambo ambalo linaendelea kusababisha wao hata wanapokuwa ukubwani wanaendeleza zile tabia, jambo ambalo linakuwa sio lipi la kuzungumza. Unafikiri kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya Diamond pamoja na Anko T? Tuachie maoni yako, lakini bila usisahau kubonyeza maandishi mekundu naandikwa neno subscribe.